Katika makazi yake ya kudumu, nilipomtembelea nyumbani kwake na kujionea ubunifu wake wa kipekee unaoibua matumaini, ujasiri na mwelekeo mpya wa fikra kuhusu taka na mazingira. Huu ni mkeka ambao unautengeneza kwa kutumia hizi chupa za plastiki. Mwaka 1980 akiwa kijana, Seifu alihama kutoka kijiji cha Muze, wilaya ya Kasuru, mkoani Kigoma hadi Shinyanga na kuanza kujishughulisha na biashara katika soko kuu la mjini Shinyanga. Kwa sasa ana familia ya watoto tisa na mke mmoja. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, maisha ya Seif yalibadilika ghafla baada ya kuugua ugonjwa wa kisukari uliosababisha kukatwa mguu wake mmoja. Hali hiyo haikumvunja moyo, badala yake ilimfungulia ukurasa mpya wa ubunifu na kutambua thamani ya vitu vinavyotupwa na kuonekana kama taka. Kwanzia hapo maisha yangu yakabadilika, zile sehemu nilizokuwa na, na kwenda, kwa hiyo siwezi nikaenda tena, ikabidi sasa nianze kubuni mradi ambao naweza nikawa naufanya na hapa hapa nyumbani bila shida yoyote. Nilianza kubuni mradi wa, wa chupa kwa kutengeneza hizi dastibini kingio kama fensi za hizi chupa mnazoziona hapa, alafu nikatengeneza mikeka, nikatengeneza vikapu. Kila mkeka ni wa kipekee, rangi huakisi matumaini pili wa kile kinachoonekana kuwa taka, urembo na uhai mpya wa kile kinachodhaniwa kuwa ni takataka. Soko lipo, na ndiyo maana nazungumza kwamba wanaipenda kwa sababu ya ugumu wake. Soko lipo kwa kweli. Kazi yake si chanzo tu cha kipato, ni somo la mazingira, ni kielelezo cha ujasiri na ni kichocheo cha mabadiliko chanya katika jamii. Seifu hastahili tu kuitwa mlemavu bali mbunifu, mfundi na mkombozi wa taka. Kutokana na huu ulemavu ikaniwia tena vigumu anatembea mitaani kwa, kwa kuokota chupa, lakini bahati nzuri ninao watoto ambao wananiletea hapa hapa, chupa ndizo ninazotumia kutengenezea hiyo mikeka dastibini. Hata hivyo, bado anakumbana na changamoto kubwa katika kushirikishwa na kutambuliwa mchango wake kwenye jamii. Pamoja na jitihada zangu ambazo nilizifanya na kufahamiana nao, lakini bado sapoti yao bado ni kidogo sana. Nilikuwa nahitaji uwezesho kwa sababu saa hizi mimi mguu wangu ulikatwa. Sasa kama ningepata hata hata kibajaji ambacho kingekuwa na napitia kwenye ile kukusanya hizi chupa, ingekuwa ni vizuri zaidi. Ama kweli, mikono yake haitengenezi tu mikeka bali pia inasimulia hadithi mpya, hadithi kwamba ulemavu si mwisho wa ndoto, taka si mwisho wa thamani Leta zinipokee ili kusudi kama ni vijana kama ni hata, hata, hata kama ni wazee, kwa sababu ni kitu ambacho unasikia nyumbani, ni kitu ambacho hakihitaji kwamba uende wapi kutafuta hizi mali gafi. Ah, mali gafi zimezunguka. Taka za chupa za plastiki zimekuwa miongoni mwa vyanzo vikuu vya uharibifu wa mazingira, kwani ni bidhaa ambazo huchukua muda mrefu kuoza na kusababisha athari kubwa kwa jamii. Kutokana na hilo, jitihada mbalimbali zimeendelea kuchukuliwa ili kukabiliana na changamoto hiyo, kama anavyofanya Seif Mahanji. Tumenufaika na shughuli anayoifanya baba. Hii ya kusuka mikeka imenisaidia mimi kusoma kuanzia form five hadi hapa nilipofikia, imesaidia kulipa ada za shule, mahitaji. Kwa hii teknolojia ya baba, sisi kama wanafamilia tunanufaika na inaweza kutusaidia sana. Hii ni moja ya bidhaa ambayo imetengenezwa na chupa na kama unavyoweza kuona ni mkeka ambayo tunasema ni bidhaa ambazo zilianza kupotea kabisa kutokana na malighafi kupotea ama kutopatikana kwa urepesi, lakini kupitia malighafi ya chupa, sasa bidhaa hii imeanza kurejea na kurudisha utamaduni wa wanandugu kuketi pamoja katika mikeka hii kwa masuala mbalimbali. Mimi ni Kasisi Costa na hii ni habari weekend.